Kwa hiyo sharti ni kwamba kama mtu kaamini na anapenda imani yake iwe na faida siku ya malipo, apate ujira wake, aamini na atekeleze alichoamini kwa vitendo, na pamoja na aliyoyaamini, aamini maagizo yote aliyoteremshiwa Muhammad, wa huwa alhaqu min rabbihim. Na maagizo haya aliyoteremshiwa Muhammad uyapokee na uyafanyie kazi, huku ukijua haya pia ni haki iliyotoka kwa mola wako kuwa hivyo, waka amini, waka amini. Kwa hiyo watakaokuwa hivyo wakaamini wakatekeleza walichoamini wakamwamini Muhammad na aliyokuja nayo kwamba ni haki kutoka kwa mola wao hawa wako perfect. Kaffara anhum sayiatihim Allah, hawa atawasamehe makosa yao mule wanamokosea mudogo mudogo, watakuwa ni wenye kusamehewa, wa aslaha balahum na atawatengenezea Mwenyezi Mungu mambo yao, yatanyoka tu, watakwenda hivyo hivyo, wamepatia wamekosea, wamepatia wamekosea, lakini mbona wamepewa utaratibu? Ukikosea nini ufanye? umeambiwa ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allah. Enyi mlioamini, walioamini ndo wanafundishwa, mkikosea nini mfanye? Tubieni basi mapema kwa Mola wenu mupatane naye akusameheni, kabla hamjaondoka hapo mahala hapo pagumu Fursa hizo zipo, tubieni. Hatutubii, tunaendeleza makosa tu. Niombeni msamaha basi, niombeni msamaha nitakusameheni. Mtu anafanya makosa wala hataki kuomba msamaha, anajihisi alichokifanya ni halali mpaka anakufa, yeye yuko hivyo, ni mkoseaji mkorofi, jeuri. Sasa ukifa katika utaratibu huu, wewe unakuwa sio muumini lakini kama ni kweli mumin, lazima uta obey order, utafuata taratibu.